Tuelekee kaunti namba 37 ambapo maafisa wa polisi huko Kakamega wanamtafuta mwanamume mmoja kwa jina Kasim Asmani ambaye anadaiwa kumpiga mkewe hadi kufa kutokana na mzozo wa shilingi 5,400 kabla ya kusafirisha mwili wake wakiwa na mwenzake kwa pikipiki hadi katika hospitali rufa ya rufaa ya Kakamega na hatimaye kuupeleka katika makafani na kisha kutoweka. Kulingana na Evans Mudavadi ambaye amekuwa akiishi na mshukiwa eneo la makaburini, Anasema mshukiwa alifani, alifika kwake na kuwaarifu kuwa marehemu alikuwa amepigwa na majirani na kufariki wakati alipofikishwa hospitalini. Ilianza mwendo wa saa moja kielekea mpaka saa tatu akawa sasa ni kupiga sisi wenye, akasema kila mtu angalia nyumba yake. akaniambia wa Mary, eh, Kassim ameua pipi na mimi ah, eh, mori na tie na mimi ah, mimi sichachua, lakini jioni bila nikuta kwa mama pala nyuko Kassim alikuwa anafanya nini, na anakombana ati mori amechukua pesa zangu elfu tano mia nne na simu, na baada ya ku, mpika alimuumiza, na baadaye huyu, uh, mume ambaye ni adhmani yeye mwenyewe aliweza kubeba yule bibi wake, akisema kwamba anampeleka hospitali, na kweli alifikisha Kakameka uh, referral hospital, lakini kwa bahati mbaya alipofikisha Maureen Kassim alikuwa pronounced dead. Waliweza kuwafanya uchunguzi ya mwili na wakaona alikuwa na majeraha kwa mwili. Tuelekee kaunti namba 43 ambapo idara ya usalama imetoa hakikisho la usalama wakati wa kampeni.